Hello everyone. Wana KHP mko salama? Natumai kila mmoja ako salama. Good news. Acha nirudie tena good news <laughs> nashindwa nianzie wapi. Kuna kelele, kuna jamaa anatoa uchafu kwa karibu ya nyumba yake hapo na, uh, ako kama mashine ambayo anatumia kako na kelele kidogo, na pia niko kwa barabara, ndio maana unasikia naweza kosa kuwa stable kiasi. Mimi ni KHP, acha nikukaribishe kwenye mimi ni King P, acha <laughs> nikukaribishe kwenye KHP Canada. Ikiwa wewe ni mpya, karibu sana. Hii ni channel yako ya nguvu, unaweza kusubscribe, na sana sana kama unategemea kuja Canada, kama uko na ndoto ya kuja Canada na unafikiria sana kuweza kuja kusettle Canada ama kufanya kazi, basi utakuwa uko mahali pazuri. Ni vizuri uweze kusubscribe kusudi uwe updated wakati wowote tupo live ama, uh, tunaachilia video mpya. Na ukipendelea, kuna link chini ya video hii ambayo ni ya WhatsApp group yetu. Huko tunazungumza mambo mengi kuhusu kukuja Canada na update mbalimbali mbali, ambazo haziwezi zikawekwa hapa, huwa zinawekwa kwenye hii channel no, kwenye hii uh, WhatsApp group na tofauti na Canada kuna inchi nyingi tu ambazo pengine unaweza ukatamani ziko, huwa uh, zinazungumziwa sana kwenye WhatsApp hii na pia zinasaidia. Na kila uh, Saturday tunakuaga live masaa ya saa mbili jioni, ikiwa ni masaa ya East African Community ya East Africa sorry, saa mbili, masaa ya East Africa usiku Huwa tunakuaga live kwa ajili ya kuweza kujibu baadhi ya maswali kwa wale ambao wanaweza kuwa wanajiulizaga maswali kuhusu kukuja Canada na vitu mbalimbali mbali za nchi hii, na chaneli hii yaso inazungumzia sana kukuja Canada e, fursa za kikazi hapa Canada na vitu zote zile ambazo zinaweza zikawa muhimu kwako wewe ambaye una waza kukuja kuishi ndani ya nchi hii ama kuja kutafuta maisha ama kufanya kazi, utakuwa huko mahali pazuri. Ja, nilikuwa nataka ni wa update tu ya kwamba kuna vitu zingine nyingi mpya ambazo uh, zinaenda kuupdatiwa mwezi huu wa nne ama April. Nimeshapata uh, fununu tayari ya vitu ambazo zinaenda kuupdatewa. Kwa hiyo tuendelee kuombeana na tuendelee kujiandaa sababu fursa zinaenda bado kuwa nyingi ambazo najua wengi wetu watapata nafasi ya kuweza kuingilia hapo. Mmoja iko ndani ya province ambao najua watu wengi sana wanafahamu na wanataka sana kukuja ndani yake ikiwa ni Ontario. Ya pili iko British Colombia. Hizo province mbili ziko na mambo mwezi huu wa nne, mtapata habari ambao ni habari mzuri sana ambao ni habari mzuri sana. Kuna mabadiliko kidogo, sijui niaongelee hapa ama ningojee live ya Saturday, kusudi niweze kupeana mwangaza kamili. Ikiwa wewe ni mpya kwa channel hii, kumbuka kusubscribe na bado unaweza uka like video hii na zingine nyingi ambazo ziko kwa channel yetu, zitakusaidia kuweza kujua mengi zaidi. Kuna fursa ambazo zinaenda kujitokeza mwezi huu wa nne, na nitaweza kuwapea update hapo kwenye channel hii, na kwa wale ambao wako kwenye kikundi, najua mtaweza kujua yale ambayo yanaendelea, lakini kuna mambo mazuri ambao inaandaliwa mwezi huu wa nne ndani ya province mbili nimerudia tena Ontario. Najua wengi wanapenda sana kwenda Toronto. Ukiwa Ontario, Toronto, eh, inakuwa ni kama kwako nyumbani. Unaweza katembea muda wote. Weekend sana sana unajivunjari huko. Lakini sana sana hatukuje huko kujivinjari. Tunakuja kutafuta maisha. Tafutia watoto wako, tafutia familia yako. Ndio jambo muhimu sana. Na mimi nataka tu kuupdate kwa ya kwamba kuna baadhi ya vitu ambazo zinaenda kufunguliwa na kuna mabadiliko kidogo ambayo inaenda kufanyika, na najua mabadiliko hayo itakuwa ni furaha kwa wengi, sababu wengi watafaidika kupitia hayo. Kuna mengi sana ambayo ninayo ya kukuambia, na kitu kingine, najua hii pia itakuwa ni fursa kubwa sana kwa wengi sababu hata Kanada saa hii, acha nikuambia, acha nikuibie ni siri hii. Sasa ni siri na kuibia, hata bei ya mafuta wameanza kupunguza, sababu kuna kitu ambacho wanakivizia. Kama unajua hayo, basi unaweza kutuambia najua, na kama haujui, basi endelea kufuatilia chaneli yako hii, sababu utajua mengi zaidi. Kuna mazuri ambayo yanaandaliwa Nashindwa nifunguke ama niendelee kushikilia, yaani nasikia inanishika kwa roho mpaka nashindwa kuendelea kuvumilia kukaa nayo lakini kama ujasubscribe kwa channel hii, kumbuka kusubscribe. Na nyinyi ambao mnazidi kuniombea nipate fursa nyingi sana, nashukuru sana kwa maombi yenu sababu unajua Mungu anaendelea kuisikia na anaendelea kuweka njia wazi. Hivi karibuni nitaweza kuwaambia kile ambacho kinaendelea, lakini kuna mazuri, mjiandae sababu kuna mazuri mwezi huu wa nne. Uh, mambo mengi sana yanaenda kufanyika, na kitu kingine ambacho nitawaomba, ikiwa wewe ni moja kati ya watu ambao wanatamani kuja kufanya kazi Kanada, na uko na matumaini ya kwamba ndoto yako ya kuja kufanya kazi Kanada itatimia, nitakuomba kitu kia kwanza, kitu kimoja, jitahidi sana ukae na passport yako ambayo iko valid. Sijui kama unanielewa, jitahidi sana uwe na passport ambayo iko valid. Niko na sababu ya kusema hayo, sitaki kufunguka sana sababu ni siwe kama napea watu pressure, na ndio maana nasema vizuri, ikiwa uko na ndoto ya kuja Canada ama nchi yoyote ile ya nje, lakini sana sana nakazia Canada, narudia tena Canada, basi hakikisha pasipoti yako iko tayari. Ukae na pasipoti yako ikiwa chonjo, ikiwa radha <laughs> lakini mambo yanaenda kuwa mazuri. Mimi nina furaha tu ndani yangu sababu najua kile ambacho nachokiongea. Kwa hiyo kama wewe ni mpya kwa channel hii, narudia tena, kumbuka kusubscribe, na kama wewe ni mmoja wetu, kumbuka kulike video hii, na ikiwa kwa kweli umenisikia, unaweza kaandika kwa comment section ya kwamba tunakuombea na tunaomba Mungu aendelee kufungua mambo, lakini mambo tayari nimeshaanza ona dalili ya mwangaza, nimeshaanza ona dalili ya mwangaza, na tujitahidi sana Saturday ambayo inakuja tusikose kuwa hewani Saturday muda wa saa mbili tujitokeze wengi kwenye live yetu, sababu kuna mambo mengi sana ambao nitaongea hapo na nitafunguka mengi zaidi ambayo najua yataweza kukusaidia. Na ukitaka kujiunga na kikundi yetu finya link ambayo iko hapo chini, nakumbuka kwenye kikundi hatukuitishi pesa na sio maswala ya pesa ambayo tunaongelea hapo ndani Usifikiri pengine huyu ni agent fulani ambao anataka kuvuta watu kimpango, kusudi aweze kukula pesa yao. Hapana, kwanza, mimi ndo huwa nazidi kuambia watu musiweke sana akili yenu kwa au ma agent, sababu wengi wao ni wakora, wengi wao watakula pesa zenu. Ndio kuna wale ambao wanasaidia, lakini wengi watakula pesa zenu. Na ikiwa ni nchi ya Canada kwa sasa uhitaji agent, pengine nchi nyingine. Ndio maana lazima tuweze kuwa makini. Na tuweze kuelewa hayo. So kwenye kikundi pengine fursa fulani ambayo linaweza likajitokeza haraka, na ni fursa ambalo linahitaji watu kuweza kugaramika kidogo, ndio inaweza kuitisha pesa. Lakini sisi hatuna haja ya pesa yako na hiyo pesa tuki, uki, ukiambiwa utume utaambiwa mahali unatakikana kwenda, lakini sio kwetu, na uwezi ukaituma ndani ya nchi yako, utakuwa unaituma nje ya nchi yako kusudi ikusaidie wewe na sio kwetu sisi. Hatuna haja ya pesa yako, hatuhitaji kukukulia pesa yako, ama hatutaki kukutumia wewe kwa ajili ya sisi kupata pesa. Hilo nataka watu waweze kuelewa. Kwa hiyo ukijihisi ya kwamba unaweza jiunga na kikundi yetu, karibu sana, lakini na kama hautajiunga ni sawa pia. Lakini live ya Saturday ikiwa unahitaji uh, kuweza kupata fursa hizi, ni vizuri uweze kujitokeza na ukiwa na swali yoyote unaweza kauliza hapo na utaweza kujibiwa. Nadhani nipo wazi. Thank you for watching. Na ikiwa wewe ni mpya kwa channel hii, kumbuka kusubscribe, na pia nakusisitizia Saturday, usikose.